Kwa dhati kabisa kuwashukuru wakazi wa mkoa wa Mwanza kwa namna ambavyo wameendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kutupatia taarifa za uhalifu na wahalifu na hivyo kufanya kazi zetu kuendelea kuwa rahisi. Ninawashukuru sana wakazi wa mkoa wa Mwanza, lakini sambamba na hayo, nimechukua nafasi hii kuwaeleza uh, misako mbalimbali mbali ambayo imefanyika katika mkoa wetu na watu ambao tumeweza kuwakamata. Misako kama ambavyo tunafahamu inalenga kudhibiti matukio ya kihalifu. Ni kwamba katika misako ya kudhibiti matukio ya kihalifu inayoendelea katika kipindi cha tarehe kumi na moja mwezi wa kumi mwaka huu hadi tarehe ya leo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza Tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa sabini na sita wa makosa mbalimbali mbali ya uhalifu. Makosa waliokamatwa nayo watuhumiwa hawa sabini na sita ni makosa kama ifuatavyo: wapo watuhumiwa waliopatikana na eh, kupatikana na mali zinazodhaniwa kuwa ni za wizi watuhumiwa kumi na tatu kupatikana na dawa za kulevya watuhumiwa ishirini na tano, kujihusisha na ukahaba watuhumiwa kumi na moja, kucheza kamari watuhumiwa ishirini na wawili, kukiuka masharti ya leseni za biashara, uh, mtuhumiwa mmoja, uh, kupatikana na pombe ya moshi mtuhumiwa mmoja, makosa ya kufanya fujo watuhumiwa watatu, kupatikana na mali inayodhaniwa kuwa ya wizi na mali hizo ni hivi vyuma chakavu, watuhumiwa wawili. Kupatikana kukamatwa kwa vijana wanaofanya kazi za kuokota makopo na vyuma mbalimbali, na kwa kutumia kisingizio hicho cha kuokota makopo na na, na, vifaa vingine, wamekuwa wakijihusisha na matukio ya kihalifu, watuhumiwa hao ni kumi na sita. Katika misako hiyo pia tumeweza kukamata vielelezo mbalimbali vya kufanyia uhalifu ambavyo ni pikipiki piki tatu zenye namba za usajili mc61 eda aina ya San lg mc 480 ded aina ya San lg na pikipiki piki nyingine moja ambayo haina namba za usajili pikipiki piki hizi uh, tumezishikilia kwa maana kwamba zimeshikiliwa kwa maana uh, zime kwa kwamba wamiliki wake hawana uhalali wa kuzimiliki kisheria, lakini pia zimekuwa zikitumika katika kufanya matukio ya kihalifu. Lakini pia tumeweza kukamata mitungi ya gesi aina ya LG, nondo, betri za gari, mizani ya kupimia vyuma chakavu, mafuta madumu 15 ya petroli, masufuria makubwa mawili na simu za aina mbalimbali mbali. Jeshi la polisi mkoa Mwanza kupitia sasa taarifa hii ambayo nimeifafanua sasa kwa kina linapenda kutoa wito kwa wakazi wa mkoa wa Mwanza waendelee kuliamini jeshi la polisi na kutupatia taarifa zinazohusu uhalifu na wahalifu popote pale walipo. Pia katika kipindi hiki, bila shaka sote tunaelewa kwamba tumebakiza takribani wiki mbili na kitu hivi kuelekea siku ya kupiga kura tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi. Zimebaki siku chache, na kipindi hiki kama ambavyo mnafahamu bado tupo katika kipindi cha kampeni, vyama mbalimbali vinaendelea kufanya kampeni katika wilaya halimini katika majimbo mbalimbali mbali mbali ya uchaguzi Tunachukua nafasi hii kuwakumbusha wakazi wote wa mkoa wa Mwanza wanaopenda kwenda kwenye mikutano hiyo ya kampeni, kwa ngazi ya udiwani, kwa ngazi ya ubunge, kwa ngazi yataauvaa urais, ya waende kule wasikilize sera zinazotolewa na viongozi mbalimbali wa kisiasa. Jeshi la polisi limeendelea kulinda mikutano yote ya kampeni kwa lengo la kuhakikisha kwamba hakuna vurugu, hakuna uvunjifu wowote wa amani.